Kifo kwa kawaida huchukuliwa kuwa mwisho wa maisha ya binadamu, lakini sayansi ya kisasa imeanza kufichua kuwa mchakato wa kufa si wa ghafla kama ilivyodhaniwa awali. Moja ya maswali yanayozidi kuibuka ni je, ubongo unaweza kuendelea kufanya kazi baada ya mtu kufa? Wanasayansi wamegundua kuwa ubongo hauzimiki mara moja mtu anapokufa. Katika baadhi ya tafiti mawimbi ya umeme wa ubongo, yani brain activity, yameonekana kuendelea kwa dakika kadhaa hadi saa moja baada ya moyo kusimama. Hali hii hujulikana kama wimbi la kifo, yani death wave, ambalo ni mlipuko wa mwisho wa shughuli za umeme katika ubongo. Katika utafiti mmoja wa hivi karibuni, wanasayansi waliweza hata kuhusisha baadhi ya seli za ubongo wa nguruwe saa kadhaa baada ya kifo, wakitumia mchanganyiko wa kemikali maalum. Ingawa haikumaanisha kuwa nguruwe hao walikuwa hai, ilionyesha kuwa baadhi ya seli za ubongo zinaweza kubaki hai kwa muda mrefu kuliko ilivyodhaniwa awali. Watu ambao ubongo wao umekufa hawawezi kufikiri, kuhisi au kujisogeza, hata kama mashine zinaweza kuendelea kupuliza hewa na kudumisha mapigo ya moyo. Kisheria, mtu huyo huchukuliwa kama amekufa. Kwa mujibu wa wataalam, kifo sio tukio la ghafla, bali ni mchakato wa hatua kwa hatua. Viungo tofauti vya mwili hufa kwa nyakati tofauti na ubongo mara nyingi huwa miongoni mwa viungo vya mwisho kuacha kufanya kazi. Hii ina maana kwamba kuna dirisha fupi la muda ambapo shughuli za ubongo zinaweza kuonekana hata baada ya mtu kutangazwa kuwa amekufa. Ingawa ubongo unaweza kuonyesha dalili za maisha kwa muda mfupi baada ya kifo cha moyo, hii haimaanishi kuwa mtu huyo bado yuko hai. Ni sehemu ya mchakato wa kufa, na kwa sasa hakuna ushahidi wa kisayansi unaoonyesha kuwa mtu anaweza kuwa na ufahamu au kufikiri baada ya kufa. Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii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 na kuburudika kupitia chaneli hii. Hasante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.